Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wapenzi watazamaji wa Tanzania, wenzangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tarehe ishirini na tisa Oktoba tutakuwa tuna uchaguzi wa taifa, na kura ni haki yako, lakini amani ya nchi ni wajibu wako. Amani ikitoweka shughuli zote zitavurugika lakini tukiilinda amani, haya mambo ya uchaguzi ni mambo ya mpito na watu wataishi kwa furaha. Kuna maisha baada ya uchaguzi, na tujitahidi sana katika kipindi hichi kuepuka matumizi mabaya ya ndimi zetu na midomo yetu, kwa sababu katika Qurani tukufu aya ya hamsini na tatu Allah anatuonya na matumizi mabaya yanazaa shari ya udimi na mdomo, aliposema wa kulli ibadi yaqulu llati hiya ahsan inna shaitana yanzahu bainahum inna shaitana kana lilinsani aduwan mubina. Allah anamwambia mtume wake atufikishie meseji hiyo, waambie waja wangu wakiongea, wachague namna nzuri ya uwasilishaji wa maneno, kwa sababu kupitia maneno yao shaitani huwagombanisha, na shaitani kwa wanadamu ni adui wa wazi. Kwa hiyo tusikubali kutii maagizo ya shaitani na tukaasi maagizo ya rahmani Tuchunge ndimi zetu, tuwe wazuri wa kupangilia maneno na tuwe walinzi wazuri wa amani. Tusiwe chachu ya kuanzisha fujo, vurugu, watu wakaishi kwa tabu katika kipindi kirefu kijacho. Amani hujengwa kwa gharama na kwa muda mrefu, lakini inaweza ikachafuka kwa muda mfupi sana na ikawa shida kuirejesha tena. Kwa hiyo nawasihi watanzania, Tanzania wenzangu Tujitokeze kupiga kura kwa sababu ni haki yetu, lakini tuwe walinzi wazuri wa amani. Kulinda amani ni wajibu wetu wa msingi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.